Ollie Octopus na wino wake. Ollie pweza aliishi kwenye mwamba. Alipenda kunyunyizia wino wake mweusi. Alinyunyiza kwa kujifurahisha, sio kwa haja. Wanyama wengine wa baharini walihisi kukasirika matumbawe Kaa akatikisa makucha yake. Kwa nini upoteze wino? aliuliza matumbawe. Mapovu ya farasi waliogelea kwenye miduara na kot, ina harufu mbaya na kot, babos alilalamika. Oli alijivunia majini alifikiri wino wake ulikuwa maalum, lakini Rei, samaki huyo, alikunja uso na quote, wino ni wa hatari, sio mchezo na quote, Rei alisema. Siku moja bahari ikawa giza. El kubwa ya moray iliogelea karibu, macho yake ya ling na alama ya reli thelathini na tisa am kali na njaa. Wanyama wa miamba waliogopa. Oli alitaka kunyunyizia dawa haraka, alitetemeka na kugeuka kwa woga matumbawe alinong'na alama ya reli 39. Ona nakwote, subiri bado nakwote, Ray alisema, tulia Oli. Mwanga akasogea karibu yao akafungua mdomo wake mpana taratibu. Mapovu yalijificha nyuma ya mwamba wa matumbawe. Mioyo ya kila mtu inapiga haraka sana. Ollie, karibu anyunyize dawa hivi karibuni. Lakini alishikilia pumzi yake kwa nguvu. Sauti ya Ray ikasema, "Vumilia." Mikono ya Oli kald na kusubiri. Hatimaye mkunga akasonga mbele, meno yake yaling'aa ndani ya maji. Wakati huo Oli alinyunyiza. Wingu jeusi lilijaza mwamba. Ili inaendelea katika kuchanganyikiwa haikuweza kuona chochote. Marafiki waliogelea mbali haraka, walifikia usalama pamoja. Ollie aliwatazama marafiki zake, alitabasamu akiwa na mikono minane na koti. wino ni zawadi na koti alisema. Sasa Oli alijua kuwa subira ni nguvu.